Bwana Yesu asifiwe. Ewe mtazamaji, ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ni wakati mwingine ambao tunaenda kujifunza kula na kula neno la Bwana. Neno la Bwana ni chakula cha kiroho, ni chakula cha kiroho. Wanadamu sisi ni roho, ili tuweze kula nafsi zetu, roho zetu zishibe, tunahitaji kula neno la Mungu. Neno la Mungu ni chakula cha kiroho. Mwanadamu ana vipande viwili. Mwanadamu ana roho, mwanadamu ana mwili. Mwanadamu ni roho inayokaa ndani ya mwili, na mwili wenyewe ndiyo nyumba. Mwili ni nyumba, mwili ni nyumba. Ukisoma katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza kumi na tano arobaini na saba neno la Mungu linasema mtu wa kwanza atoka katika nchi ni wa udongo na mtu wa pili anatoka mbinguni. Mtu wa pili anayetoka mbinguni ni nani? Huyu ni roho. Mungu alivyokuja kuumba, ukisoma ile Mwanzo kwanzia ile Mwanzo moja kwanzia ile mstari wa ishirini na sita Mungu anasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, eh? Mungu akamfanya mwanadamu kwa mavumbi ya harizi Ukiangalia, Mungu alichukua mavumbi ya halizi kwa uwezo wa kimungu, akafinyanga udongo kwa uwezo wa kimungu, alafu akapulizia pumzi ya uhai, mwanadamu akawa nafsi hai. Baada ya Mungu kuifinyanga ile sanamu, Mungu akapulizia pumzi ya uhai, ile mwanadamu akawa nafsi hai. Hivyo basi ninachotaka kukuambia ewe mtazamaji, wewe unaye nitazama, wewe umetoka ndani ya Mungu, kwa sababu ile pumzi ya uhai imetoka ndani ya mwanadamu. Mungu alivyopuliza pumzi ya uhai ile pumzi ya uhai ikaingia ndani ya mwanadamu. Hivyo wewe umetoka kwenye mapafu ya Mungu Baba. Ukizungumza, Mungu amezungumza, ukikemea, Mungu amekemea, ukikemea, Mungu amekemea, ukitamka, Mungu ametamka, ukilaani, Mungu amelaani. Hivyo basi wewe unayenitazama, usikate tamaa. Wewe Mungu amekuumba kwa namna ya ajabu na ya kushangaza. Yawezekana ujitambui, yawezekana ujielewi. Lakini Mungu amekuleta duniani kwa makusudi maalum. Wewe unayenitazama, usijizarau wala usijishushe. Wewe ni mtu wa thamani mbele za Mungu. Hata hivyo Yeremia hivyo hivyo Yeremia moja sura ya nne, Mungu akasema hivi, akazungumza na Yeremia, anamwambia ewe, ewe Yeremia, nimekuita kuwa nabii wa mataifa Yeremia. Ukijaribu kusoma kile kipengele chote Yeremia utamwona anaanza kujitetea, anasema Mungu, mimi ni kijana mdogo, bado nina miaka kumi na sita, siwezi. Mungu akasema hapana, usizungumze hivyo, utaenda kwa kila nitakaye kuamuru, utaenda kwa kila ninaye kuamuru wewe, nimekujua kabla ujaingia tumboni mwa mama yako. Ina maana kabla hatujaingia kwenye matumbo ya mama zetu kumbe tunakuwepo. Na kitu chochote ambacho kiko kwenye ulimwengu wa roho, akijatimiza misheni akijavaa mwili kwenye ulimwengu, kinakuwepo kwenye ulimwengu wa roho, kinakuwepo. Ndio maana Mungu akamwambia Yeremia, wewe kabla hujaingia kwenye tumbo la mama yako nalikujua. Kumbe kabla hatujaingia kwenye matumbo ya mama zetu Mungu anatufahamu. Hiyo hivyo hivyo, ukiangalia Yesu mwenyewe, Mungu, ukisoma katika kitabu cha Yohana utaona Mungu anazungumza kule mbinguni, ni mtume nani aende duniani aokoe watu wangu? Yesu akasema, nitume mimi mi. Mungu anasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanaye wa pekee. Utaona Yesu anasema, nitume mimi Baba, nitume mimi. Lakini kwa namna ya mwonekano wa Yesu aliokuwa nao kule mbinguni ni tofauti na mwonekano aliokuja nao duniani. Ina maana alikuwepo lakini alivyokuwepo kwa mwonekano wake wa rohoni, alivyokuja serikali ya mbinguni ikakaa ikaanza kujadili, sasa hapa tunafanyaje jamani, huyu atapitia kwa nani? Ikalazimika malaika Gabrieli, aje kumpasha taarifa Mariamu. Eh, Mariamu yuko kwenye shughuli zake, ghafla malaika Gabrieli akamtokea akamwambia Maria, salamu eh, umebarikiwa, maana utapokea mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Akasema itakuwaje, mimi simjui mume Eh, ilibidi serikali ya mbinguni ifanye hivyo, kwa sababu isingefanya hivyo. Mariamu alikuwa na mchumba wake ambaye anaitwa Yusufu, asingepewa taarifa. Ina maana hata Yusufu angekuja kumkataa, kwa sababu angeona ni kitu cha ajabu kwamba huyu mtu sijakutana naye kimwili, lakini ghafla na ujauzito. Ina maana amechepuka huyu, binti siyo mwaminifu, ikalazimika aje. Lakini at the end anakuja kuzaliwa mtoto ambaye ni Yesu kupitia kwenye tumbo la Mariamu akavaa mwili. Hivyo hivyo malaika walioenda kwa Rutu kwenda kukomboa mji wa Sodoma na Gomora walivaa mwili. Hivyo sasa sisi tumevaa mwili. Sio kila unayemwona amevaa mwili, unafikiri ni binadamu wa kawaida? No, sio binadamu wa kawaida. Tunayo misheni ambayo tumekuja kuitimiza duniani. Wewe unayenisikiliza, Mungu ana mpango na wewe, ana mpango na ndoa yako, ana mpango na watoto wako, ana mpango na biashara yako, ana mpango na taifa lako. Usijidharau, simama na Mungu. Acha kuabudu mizimu, acha kwenda kwa waganga Uwe ni mwanasiasa uwe ni waziri uwe ni rais, amua kumgeukia Mungu aliyeumba mbingu na dunia, acha kuiendea miungu mingine. Mungu anaweza, ana historia ya kushindwa na wala hajawahi kushindwa. Ewe mtazamaji unayenitazama, ninaomba niombe kwa ajili yako. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Efeso sita kumi na saba twaeni upanga wa Roho, twaeni upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninatua upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Ninasimama kinyume na kila falme za giza, ewe mtazamaji, zinazokufuatilia ninazifyeka kwa jina la Yesu, ninazilipua kwa moto wa Mungu, nazichinja kwa damu ya Mwanakondoo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai.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 wakuwagiza kwa mamlaka ya jina la Yesu. Imeandikwa katika Mathayo kumi na nane kumi na nane tazama, nimewapa funguo za ufalme. Amini, amini, nimewapa funguo za ufalme, lolote mtakalolifunga duniani na mbinguni nitakuwa limefungwa. Ninafunga kila falme na mamlaka na wakuwagiza. Ewe mtazamaji, unaye nitazama, wanaokutesa ninawafunga kwa jina la Yesu, ninawashusha kwenye shimo la mauti na kuzimu katika jina la Yesu. Ninaamuru iwe shwari kuu, ung'ae ustawi katika jina lipitalo majina yote, amen.